Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Charles Kitwanga amelitaka jeshi la polisi jijini Dar es Salaam kuongeza kasi ya kuwasimamisha na kuwapekua waendesha bodaboda, ili kuwabaini wale wanaojihusisha na uhalifu au kuwabeba uhalifu na kufanya matukio ya ujambazi. Agizo hilo la waziri Kitwanga linatokana na kukamilisha kwa kushamili kwa matukio ya ujambazi aina ya wa kutumia pikipiki ambao hivi karibuni majambazi zaidi ya 12 wakiwa ya again, na bunduki aina ya sub machine gun na mabomu ya kurusha kwa mkono ambapo walivamia tawi la benki lililopo Magara na kuwa zaidi ya watu wanne akiwemo askari na kupora zaidi ya shilingi milioni 30 na kutokomea. Waziri Kitwanga mwataka wananchi hususan madereva bodaboda boda, kuwa wavumilivu katika kipindi hiki na kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ikiwemo kusimama pindi wanapotakiwa kufanya hivyo. Niwaombe wale wanaotumia pikipiki, tutaongeza tena nguvu kuhakikisha kwamba tunakuwa tunawasimamisha tunawakagua, na tutakapokuwa tunafanya hivyo, wasidhani kwamba tunawaharasi. Wajue tu kwamba tunafanya hivyo kwa nia njema ya kutaka kutambua wapi ni wabaya na wapi ni wazuri. Naomba ushirikiano wenu wananchi, hasa waendesha pikipiki. Msione kwamba tuna waharasi au tunawafanyia vurugu, lakini ni kwa nia njema hivyo, kwa sababu pikipiki sasa zimekuwa ndio zimekuwa ndio vyombo vinatumika sana na hawa majambazi.